Tatizo la kujiua ni changamoto kubwa ya afya ya umma inayogharimu maisha ya zaidi ya watu laki saba na elfu ishirini kila mwaka. Maisha ya mtu mmoja yanapopotea, ya jamii hupata madhara makubwa ya kihisia na hata kiuchumi koti ulimwenguni. Shirika la afya ulimwenguni WHO liliarifu kwamba mwaka elfu mbili na ishirini na moja kujiua ilikuwa ni chanzo cha tatu cha vifo kwa vijana wakati ya miaka kumi na mitano hadi ishirini na tisa ulimwenguni na asilimia 73 vilitokea kwenye mataifa ya kipato cha kati na cha chini, na kutoa wito wa hatua za haraka za kukabiliana na dharura ya afya ya akili, hasa miongoni mwa vijana ambao ni wahanga wakubwa. Hali ikoje kwa sasa, na juhudi zinazochukuliwa kudhibiti tatizo hili zinatosha? Kuangazia haya, nipo na mtaalamu wa saikolojia tiba alioko huko jijini Dar es Salaam, Saldin Kimangale pamoja na Bwana Dani ambavyo nitamtambulisha yeye ni muhanga na atatupitisha kwenye visa hivi. Basi, ninawakaribisha sana. Asante sana. Asante sana. Haya.